Mtazamaji wa Gavoo Media karibu katika exclusive interview hapa na ndugu yetu Black wa Uswazi. Ukiwa umezaliwa miaka ile ya tisini na saba hapa kusogea elfu mbili na mbili kuna vibao vilikuwa vina hit sana vilikuwa vinakimbiza kinoma noma na vilikuwa vina tisha sana mwamba alipiga vibao fulani hatari na vilikuwa vinapigwa sana club. Bwana mambo vipi? Mambo vipi mzee? Kama shwari kabisa ndugu yangu, hiyo ilikuwa ni ngoma inaitwa semao semao, ilikuwa nasema mistari hiyo, nakuja spidi kama simba, nakuwa mbishi kama kimba na iwapo utaleta so machizo swaza so takutimba, utapenda tankimba, sauti tamu kama limba, eti nataka penzi lazima tutumie kinga. Hiyo ilikuwa kama unapenda i track basi sema

Ah, sasa sana. Hakuna shida. Mimi bwana, majina yangu kamili naitwa Kurwa Felician Pongo ambaye tuko twin ambaye doto wangu amefariki wa ya yeah. Ila la jina langu kabisa ni Kurwa Felician Pongo, ilo jina la kisanii natumia kama Black wa Uswazi. Amen. Ilikuwaje brother? Okay uh, Black wa Uswazi bana ilitoka kwenye hood kitaa. Uh, unajua mii mii ni mtu wa kitaa sana uh, kwa hiyo Black wa Uswazi ilitoka kitaa, kwa sababu nilikuwa na wanangu, tuna, tuna, tuna hustle kwenye, kwenye, kwenye game toka tisini na kitu huko tunatafuta jinsi ya kupenya kwenye michongo ya game ya mziki nini, huku tunacheza basket nini. Kwa hiyo harakati zangu zilikuwa nyingi sana, ziko kwenye mziki na shule kidogo. Yani shule nilikuwa sio sana, kwa sababu mziki ndio nilikuwa nimedata nao sana. Kwa hiyo nadhani mziki ulikuwa umeniteka sana, hadi tukakuhamia kwenye basketball. Uh, kuhamia kwenye basketball pia, basketball unajua na hip hop ni vitu ambavyo vina match ya yeah, kwa hiyo nikahamia pale kwenye basket pia tukadu kwa hiyo jina la Black wa Uswazi nilitoka kwenye kwenye basketball, alili jina alinipa director mmoja anaitwa Adam Juma, ndo alinipa jina bana. Kaambia wewe unaitwa black kwa sababu wewe, nikamwambia kwa nini unaniambia mimi ni black? Kaambia wewe ni black kwa sababu tunatakiwa tufanye twende tufanye kitu tufike mbali sana Yaani black ni natural, my natural sio rangi yangu. Asili yangu mimi ni black. Yes. Mm. Yaman. Mm. Ah, Ndioni ni kweli ah, mimi bwana muziki kwa kwanza kabisa siwezi kusema nilianza muziki huko kwenye damu yangu, yaani mimi muziki ulitokea tu kutokea kuufanya ila sikujifunza siku sikufanyaje. Yaani ni inye, ilitokea kwa sababu ba marehemu baba yangu naye pia alikuwa ni mwalimu wa muziki yes, kwa sababu amefariki ana degree mbili za muziki. Kwa hiyo muziki nadhani ulikuwa upo kwenye familia. Kwa hiyo mi nilijikuta tu napenda muziki sana sana sana, yaani nilikuwa napenda muziki mpaka tunagombana na wazazi, we nenda shule, mimi natoroka naenda kule mikoroshini kule Kigamboni, naandika mistari madaftari yangu, we nachafua mistari madaftari ya shule, unaona bwana. Kwa hiyo muziki, yani, ulikuwa ni kwenye damu. Ila kuingia kwenye game kabisa sasa, kwa sababu muziki ilianza kufa, kufanya fanya toka shule uko tisini na nane tisini na ngapi huko shuleni yes. ila kuingia kwenye game kabisa sasa ni baada ya kukutana na Adam Juma director wangu ndo tukafanya sasa, tukawa serious sasa kwamba sasa tufanye kazi e, na jamaa alivyotoka Marekani. Kwa hiyo tukakutana pale outsiders jimkana pale kwe spider kwenye basketball, kwa hiyo tulivyokutana pale na bwana Adam ndo tukaanza kazi ya mziki rasmi, ilikuwa elfu mbili na tatu. Ndo tukatoa ile nyimbo ya kwanza inaitwa Semao, ndo hiyo niliyoimba, kama unapenda i track e. Nyimbo ya pili inaitwa kwa Masela. Eh, hii ni kwa masela, hii ni kwa machizi, hii ni kwa gangster, au sio bwana. Nyimbo ya tatu, story ya mama, au sio bwana, story ya mama, shida za mama, watu wanaelewa. Nyimbo ya nne ilikuwa nyimbo gani? eh, na kina t ilikuwa nat na, na Jerry kipindi hicho, ndo uswazi tumechachukua tume crew sasa, uswazi imekuwa kubwa, maana uswazi mimi na Adam tulipanga, hiyo ni kampuni Yes, kama hizi lebo za sasa hivi yaani, si tulikuwa tunawazo hilo way back kitambo sana, ndio maana tukamchukua IT, tukamchukua JI, tukamchukua Jerry wa Rhymes. Wale tuliwachukua sisi mimi na Adam. Kwa hiyo tulikuwa tuna plani Uswazi iwe kuu kubwa sana, lakini ndio hivyo kwenye gemu ya kibongo bwana, ndio hivyo kwenye mambo tofauti hapa na pale mbili tatu, ikawa imeishia kwa pale, lakini harakati bado zinasonga, mwanangu. Mungu ni mwema kabisa, kabisa. Oundoondoda, mwanangu umeniuliza swali moja kubwa sana alafu ni la muhimu sana. Kwa, unajua sasa hivi, wakati huo kulikuwa mvuzo vitu sije YouTube sije nini, hakuna hiyo social media zote hakuna. Kwa hiyo yani ngoma ilikuwa tu unapeleka labda redio. Kwa mimi na Adam tu Adam, unajua alikuwa ni mtu wa faster sana. Sisi tulipata ideas, Adam, idea za Adamu alipata idea faster. Kuna kipindi kuna kuna kuna, kuna wale jamaa wa Channel O kipindi kile Channel O, South Africa kule, yeah. Kwa hiyo tulikuwa tunaenda kutuma sisi video zetu pale posta pale, panaitwa MS sijui MS sijui tunatuma Channel O na hizo video, watu wanatuma wasanii wengi tu sio, sio yani wanao wajanja ila mpaka ukubalike kule, ujue wewe ni noma, umetisha. Kwa hiyo si mimi na adamu eh, mimi na adamu, Mwenyezi Mungu bwana, tumetuma tu ikatiki jamaa wakatupigia simu bwana, nyi jamaa, nami mpaka nikaenda kwenye tuzo za Channel O, nikaenda South Africa kule kwenye tuzo kubwa kabisa maa, kama ms wangie, Yes, nilienda kama msanii bora wa Afrika. ilikuwa elfu mbili na, elfu mbili na, sita. na sita. Yeah, nilienda kama, nilikuwa nagombania tuzo kama nne yani, ni noma noma, ilikuwa msanii msanii bora, na na msanii bora wa East Africa ambayo msanii bora wa East Africa alipata yule mwanadada weakness, tulikuwa naye na wamepata zero sijui yeye, yeah, alichukua, ila nilikuwa naye kwenye kategori, naye nilikuwa kwenye kategori nyingine ya msanii bora wa nini, sijui yaani, mwanangu ni nne nakumbuka, sikumbuki vizuri. Kwa hiyo ilikuwa ni kitu kikubwa sana kwa kipindi kile, kwa sababu tulienda kuwakilisha nchi, yes. E, na mimi sasa, kwa mimi kipindi kile wa... Bwana Adam alikuwa kupeleka nyimbo redioni mzito atupeleki, mimi nyimbo zangu hazipo redioni, yaani hazipo kabisa, mi nyimbo zangu ziko kwenye TV station, na TV station kipindi kile kilikuwa hakuna zaidi ya channel 5 ile EATV. Kwa hiyo, yaani mimi nilikuwa napigwa kwenye TV pale EATV, ndio ngoma zangu zilikuwa zinaonekana pale hakuna media nyingine yoyote yani. Kwa hiyo yani, game ndio ilikuwa iko hivyo mwanangu. Mm. Yaman, of course uh. Kabisa, yaman, yeah. Mm. Mm. Ah, nadhani tofauti sasa hivi ndo kama ulivyosema kuna hizi nanii digital platform nini hizi watu wanasambaza miziki yao kiurahisi, alafu sasa hivi mziki kidogo umebadilika, watu wanapata pesa mm. Zamani si tulikuwa tupati pesa, tunapambana, hela hamna. Yani wewe unapambania tu kombe, ili mradi uwakilishe nchi yako, hiyo hamna kitu hakuna kitu kwa sababu hey, kwa sababu mwanangu, unafanya show, unalipo laki moja laki moja unaifanyia kitu gani moja? Hey, yani show laki moja afu laki moja ni yani, haina hamna hela, na wengine wanaimba hadi bure, wanatamani tu kuonekana pale stage yani hakuna hela, kwa sababu wanajua tu hela yenyewe ni ndogo kwa hiyo nalipwa hela ndogo mimi. Walikuja wale Peace Square wale, kwa sababu Peace Square tuko nao South Africa kule kwenye dumi concert, wale walikuja kufanya dumi concert hapa leaders club Mio, ndo, mimi nilifanya show pale, na wenyewe ndio walinichagua mimi Peace Square kwamba Bwana Black Tanzania kwa sababu tulikuwa nao south nilikuwa nao South Africa kwa hiyo mimi ndio nilifanya show nikalipwa milioni ila wengine wote pale walilipwa laki mbili, laki moja, laki mbili, wasanii wote hawa unaowajua wewe. Yes, ila mimi ndo nililipo kidogo hela nyingi, na hiyo hela yenyewe nikagawana tena na watu, nikawamgawia iti nikamgawia je nikamgawia jei yani ya nika ya nikagawana nao. Kwa hiyo hamna kitu bado, kwahiyo tuku tunapambania tukombe ili tusogeze gemu Yes, kwa hiyo ndio maana hao watoto wa sasa hivi wanatakuwa na respect sana na watu waliopambana kitambo hiyo. So, yaman mm. ya mm. yes, kwa wale wanaonifahamu mm. kwa wale wanaojua game, wanaojua mziki wangu wana respect kubwa sana na wanasema mwanangu, yani wewe bado upo mpya kabisa yani hata sasa hivi unaweza ukasimama na mtoto sasa hivi na ukagaragaza tena vizuri, kwa sababu bado una mwonekano na nini, yani fresh kabisa, yani game bado inaweza kufanyika vizuri kabisa. Kwa hiyo heshima ipo kubwa sana mtaani asasa, kwa wale wana ambao wanaelewa nini nafanya. <laughs> kwa kwa mm, kwa ule, mkutuwa, aa, sasa kwa mimi hapa nitakuwa muongo nikisema, kwa sababu mm, mimi nilikuwa niko, niko chini ya mtu, niko chini ya Adam Juma, mm, director Adam. Kwa hiyo mimi nilikuwa tunaambiwa, wewe kesho tuna shoot bwana, twenzetu bwana, naletiwa vitu, hey, vaa hii, hebu, hebu jaribu hii, twende Yeah, yeah, sasa yeye ndo ana sasa yeye ndo anaweza kujua ila, ni sio, hamna gharama kiivo. Yani sidhani kama inafika hata milioni kabisa noma sema, sasa labda wale watu kuwalipa nini nini nini. Adamu sasa yeye ndo anayejua, ila haina gharama ya kivu, kwa sababu sidhani hata Adamu mwenyewe akiuliza atasema hamna gharama kubwa, sio kama sasa hivi watu wanasema sijui milioni 50. Ah, hiyo hamna. Sasa hivi sasa inawezekana, eh, sasa hivi inawezekana kwa sababu na games si imekuwa ina hela. Kipindi kile game haina hela, watu wanafanya ujanja ujanja, na Adamu alijitahidi sana kufanya ujanja ujanja ili kazi nzuri na alizipiga kwa ujanja yeah, na zikatoka kali kweli, ya kabisa kwa kipindi kile, na sio kama nililipo, maana ile yenyewe tena niligawana na watu, yaani najihesabu sio hela yangu mm, kwa sababu na mimi bado nikabaki kama na laki mbili ndo <laughs> yale yale yani ya, ya anyani jakawa ndo vile vile kama waliopewa wengine ndio. Mimi napendaga kusema kwamba kwa, kwa sasa hivi level niliofikia, sipo tena kwenye mashindano na mtu mm -hmm. Yafanya kwa ajili ya watu wangu. Yaani sasa hivi na you know, I do it for my people. Nafanya kwa ajili ya watu wangu. Sifanyi kwa ajili ya kushindana tena na mtu. Yaani huko nimeshavuka. Kwenye mashindano nimevuka. Huko nafanya sasa muziki wangu sasa, ambao na ufeel mwenyewe ambao watu wangu najua wakiupata nao wataupenda, wataupokea vizuri, ambao watu watakuwa 20 au watatakuwa watano, lakini na wenyewe watasema ah, kwa sababu unajua wananyaa toa ngoma bwana, toa ngoma, unajua ile toa ngoma nyingi na yenyewe inakuwa sio sio vizuri, kwa sababu mtu unajua akishazoea una, unatoa ngoma hivi unampa ngoma afu unapotea. Kwa hiyo sasa hivi nimerudisha kwa ajili ya watu wangu ambao wale wana feel muziki wangu. Kwa hiyo atakayepokea ndo hivyo hivyo, yani sipo tena kwa ajili ya competition, sijui nianze kupambana sijui, ila kama itatoboa itatoboa ita, ita itatoboa fresh, ila mimi nitaendelea kufanya ngoma kwa ajili ya watu wangu ya watu wangu yep.

kabisa kabisa. Aa, unajua kwenye mambo ya labels bwana, nadhani cha kwanza ni hicho anachosema uchumi, mm. Eh, kwa sababu lebo bwana, lazima hiyo imekamilika vizuri zaidi kwenye kipato kwenye kila kitu, ndo nadhani itaweza kusonga. Ila kama kuna vitu vinayumba yumba hivi katikati hapa, lazima watu watakuwazana, mtagombana. Yani nadhani lebo ilikufa kwa ajili ya kipato, yani uchumi ulikuwa mdogo, ila yes, na uwekezaji ulikuwa hakuna. Kwa hiyo, ila ilikuwa ingepata mtu wa kuwekeza, labda ingekuwa kuna mpango mkubwa kama sasa hivi watu wanavyofanya uswazi ingekuwa ni level nyingine lakini bado uswazi ipo mwanangu haiwezi kufa uswazi inarudi na yani ipo hairudi yani hiyo ipogo tu uswazi ndo hiyo hiyo mitaa hii yani uswazi yenyewe haiwezi kufa ipo na itaendelea kuwepo na muda wowote watu wanaweza wakaona kitu chochote cha ajabu tu kupitia uswazi yaan yeah, hmm. hiyo uh, uh, mwanangu hiyo mm. mm. hiyo yeah. Sasa ni mambo ya kuiga au kufuata mikumbo? mm. Yeah, unajua ma kwenye kwenye kila sehemu kuna kila kitu kuna kuna kwenye kila kitu kuna, kina, kina, kina kina kina misingi yake. Sasa hao anayefanya hivyo wanafuata mkumbo kwa sababu, kwa sababu kwa mfano mimi, ukiniambia mimi nimekaa na watu wa kila design mimi ndugu zangu wenyewe wanatumia walikuwa wanatumia vitu vya kila design. Kwa hiyo ningeanza na ndugu zangu, sio wale ambao wasanii wenzangu, ningeanza kwanza nyumbani, ambao kuna watumiaji wale wakubwa kushinda wale ambao wanajifunza. Kwa hiyo hivyo vitu nadhani ni vya kufata mikumbo, watu wanafata mikumbo e, wanaigi wanaiga wa vitu ambavyo kudanganyana, alafu na upeo mdogo mi nadhani upeo pia mtu anaweza akawa na akili nyingi lakini bado upeo ukawa mdogo jamani. Ha, sumboja, tukia, hivu, hapa, hivu, tuweze kupata madini mapya. Ah, okay. Ah, kwa wale ambao wananifuatilia kwenye kwenye mambo ya kuigiza ah, kwenye YouTube kule, mi kitambo sana nilikuwa naigizaga yeah. Long time yani nafanyaga toka kipindi kile nafanya ngoma naigiza kwenye, sema sio sana sana, kidogo kidogo, ila sasa jamaa wa Bongo Hoods uh, wenyewe nawadhani walikuwa wananifuatilia sana, kwa hiyo wakaniambia bwana unatakiwa uje sasa uigize na Bongo Woods, na nika nikaangalia nika kweli, nikawa nawapige pige chenga walipige pige chenga, lakini baadaye wakaniambia njoo bwana, huku huku ndio kwako, huku ndio kwako kabisa. Na kweli nilipokuja kuangalia movie za Bongo Woods, nikasema yep, huku kweli ndio kwangu, kwa sababu inahusisha maisha yangu na kila kitu changu kwenye kwenye kwenye game ndiyo kae muda, ni kweli, ndiyo. Okay, mi bwana mtu anataka kutoka kunipata kwenye digital hizi nani platform zote uh, kwenye kwenye Instagram nipo Black Oswazi, kwenye Facebook Black Oswazi, kwenye YouTube Black Oswazi, na ukitaka kuona kwenye movie pia za Bongo Hoods. Maana Bongo Hoods movie zake ziko YouTube tu, hauwezi kuzipata sehemu nyingine. Unaingia YouTube pale, unasaka Bongo Hoods picture. Yes, ukiingia pale unakuta mizigo yote humo, lazima utanikuta, ila YouTube Black wa USwazi, ngoma zote zipo pale, mizigo yote full. Ndiyo anatisha hivi evet. Ambaye ni wabongo au wa wa nchi nyingine, anzia hapa hapa nyumbani, hapa nyumbani bwana. Uh, kama hivyo nimefanya na 16 hii nguvu ya soda, nyimbo mpya, mimi na watu wangu ambao nawa feel, ambaye nikifanya naye kitu najua kabisa na mimi na enjoy uh, mwingine ambaye namfeel kufanya naye ngoma sasa hivi ni Bele 9, yes, kwa sababu Bele 9 tuna hadi kubwa sana muda mrefu, afu tukuwaigi kufanyaga ngoma. Kwa hiyo mimi na, na sasa hivi nafanya ngoma na wale watu ambao na madeni nao, yes alafu na mwingine pia ambaye wa sasa hivi anayekuja vizuri nampenda sana ni Mario, Mario yep, na watu kabisa inaenda vibaya mno, yaani inatoboa levo za hatari jaman ndiyo katika ngoma zangu. mm. mm. Yani, itakimbiza wapi, irudi kwa wakati, mimi mwanangu, naweza nikasema sinaga ngoma ambayo nasemaga nini, sinaga ngoma ambayo mbaya. Yaani mimi ngoma zangu zote ni hit kwa, ukiangalia Semao, ukiangalia Komasela, ukiangalia Story ya Mama, ukiangalia Twende Nao ile nimefanya na Domokaya, ukiangalia yote ni mahiti. Yaani yote ukiaweka yanabaruza. Hata kwenye show ukinipandisha mzee, um, kinawaka yaani ni moto mtupu na watu wana respect wanakubali sana sana, ya yeah, man kwa hiyo mi ngoma zangu zote mi nasema tu, hata sasa hivi nikipanda stage ambayo imejaa watu, watu wanaamsha vibaya mno mm, kwa sababu zote hazina hazina masiara. Yeah, man. yeah, sawa kabisa bro. mm. yeah. <coughs> ndiyo hilo. Mm. Mm. Swali zuri, wakati wetu mwanangu. Mm. Ah, wakati wetu ulikuwa ni kushindana uwezo sio kiki yani, kushindana uwezo. Yani wewe unatakiwa uonyeshe uwezo ndio watu wakukubali, usipo kama una uwezo watu wanakuweka benchi. Yani lazima uwe mkali kwanza, hakuna kiki. Mambo ya kiki hayo sasa hivi ndio yametokea. Kwa hiyo kipindi kile ilikuwa tu ni unaonyesha uwezo wako. Kama unaweza watu wanapitisha bwana, huyu huyu kapita, huyu hamna. Yani, n kipindi kile ni uwezo tu, hakuna kingine. Haa, kuna sijui mambo sijui ya nini sijui ukafanyeje, ni wewe mwenyewe kuonyesha uwezo wako, yes. Kwa sasa hivi, mm, kwa sasa hivi. Lakini mi mbona naona kuna wasanii wengine hawana mambo yao sijui, lakini kuna baadhi au baadhi wanafanya hivyo. Unaona mziki wao hautotoboa utaishia tu yu, yu, yaani utaishia tu hewani hewani, mwisho wa siku hamna kitu, kwa sababu muziki wa ukweli unaishi. Uwe muziki wa kiki, ni wa uongo e, muziki wa uongo hauishi, muziki wa ukweli unaishi. Kwa hiyo wale hawatotoboa, yaani wataishia tu hivyo hivyo hivyo hivyo, mwisho wa siku kiki zitaisha na muziki wao ndio umeisha, ila muziki wa ukweli hauwezi kuisha, hauishi. Mm. yeah, interview na tumefurahi sana kupata nafasi ya kuongea nawe bwana msanii. Kwa wakati huu unaweza kusema, Bako Uswazi. Nakubali sana na appreciate kazi zako. Respect sana. Mm. Kwa kumalizia unaweza yeah, kutuacha na mstari mdogo tu labda yako mpya ili tuweze kujua yeah, follow brother, support Okay, e bwana eshoboy Black wa Uswazi bwana, na ngoma mpya nimefanya na 16. Ingia pale YouTube, inaitwa Nguvu ya Soda. Subscribe, like na kucomment, kila kitu tayari kipo kwa compass, na ndio maana siogopi, sitishiki na Ablaze ma ya Mungu kila siku siku kuu, nikiamka vyema mapema tena kufikiri vya maana na kidume, bado najituma na bado napambana, cross dazo napiga kama Iverson hii bila kuchoka, hata ifike miaka Papillon, wanachika kinafiki fake MCs awakati michongo wakipeana migongo, nasi keep it full my man, siwe kama fame aka kiburi, niko full kila idara, one love, Black wa Uswazi aka mali ya Mungu, yeah hapo naasesomea mwisho. Hapo me use na Lucas, nikiwa na Black wa Uswazi katika exclusive interview. Bye bye.